Dunia imejaa maswali ya ajabu kuhusu maisha yetu ya zamani, na mojawapo ya maswali hayo ni kuhusu watoto ambao wameonekana kuwa na kumbukumbu za maisha ya kale, yaani, maisha yao ya zamani. Watoto hawa, mara nyingi wanapozaliwa, huonyesha mabadiliko ya kipekee katika tabia zao na kumbukumbu za kushangaza ambazo hazieleweki kisayansi. Na watoto hawa wanadai kumjua mtu fulani aliyeishi zamani sana au kujua matukio ya kihistoria ambayo hayawezi kueleweka kiurahisi. Hadithi hizi zimekuwa sehemu ya masimulizi ya ajabu kwa karne nyingi sana, na wanasayansi na wataalamu mbali wanajitahidi kuelewa kiundani zaidi ni kwa nini watoto hawa wanakuwa na kumbukumbu kumbu hizo za ajabu sana. Hivyo leo nitakupa stori kidogo kuhusiana na watoto hawa wa maajabu kabisa. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kuisikiliza makala hii. Moja ya hadithi maarufu ni ile hadithi ya James Lininja, mtoto kutoka Louisiana huko nchini Marekani, ambaye alionyesha kumbukumbu za ajabu za maisha yake ya zamani. Alizaliwa akiwa na masimulizi ya kupigana vita, alikumbuka jina lake la zamani, na alidai kuwa alikufa katika ajali ya ndege wakati wa vita vya pili vya dunia na cha kushangaza zaidi ni kwamba alionyesha dalili za kuchanganyikiwa alipokuwa akielezea ajali aliyoshuhudia akiwa mtoto, na mara kwa mara alielezea ndege aliyekuwa akifanya nayo kazi. Watoto kama James wakiwa na kumbukumbu hizi za zamani hujieleza kwa kina kuhusu maisha yao ya zamani na huwafanya wazazi wao kuwa na maswali mengi sana kuhusu maana ya maisha na kifo. Wakati wazazi wake walipofanya utafiti, waligundua kwamba jina na matukio aliyoyasimulia yalihusiana sana na mhanga aliyejulikana kama James Huston. Huyu alikuwa ni rubani aliyeuawa katika vita vya pili vya dunia. James Huston alikuwa na ndege aina ya Corsair na James Leininger alikumbuka jina la ndege hiyo na majina ya watu walioshuhudiwa wakati wa vita hiyo. Utafiti huu ulishangaza wengi sana na ukaongeza maswali mengi kuhusu uhakika wa kumbukumbu hizi za zamani. Lakini kuna watoto ambao wanadai kuwa waliwahi kuwa sehemu ya familia fulani ya watu waliokufa zamani na wanatoa maelezo ya kushangaza kuhusu maisha yao ya kale. Watoto hawa huzungumzia nyumba ambazo walikuwa wakikaa, majina ya familia zao na matukio ya kihistoria ambayo yanaweza kuthibitishwa kwa ushahidi wa kweli wa kihistoria. Mmoja wa watoto hawa ni mtoto wa India ambaye alidaiwa kuwa alikuwa ni mwanaume aliyekufa miaka mingi kabla ya kuzaliwa kwake na alijua kwa undani kuhusu familia yake, jiji alilozaliwa na shughuli za familia yake. Baadhi ya watoto hawa wanasema kuwa waliishi katika tamaduni au jamii fulani zilizozikwa katika historia. Hadithi kama hizi huonyesha jinsi kumbukumbu kumbu hizi zinavyoweza kugusa familia na

Watoto hawa wanavyojua maelezo ya vitu vya zamani vinavyofanyika katika maeneo ya mbali, basi kuna uwezekano wa kuwa na uhusiano na suala la reincarnation, au kuzaliwa tena. Wanasayansi wengi wanajiuliza kama kumbukumbu kumbu hizi ni za kweli au ni matokeo ya mabadiliko ya kiakili. Hata hivyo, baadhi ya wanasayansi wanahoji kuwa watoto hawa wanachukua kumbukumbu kutoka kwenye maisha yao ya zamani kupitia hali fulani ya kipekee au hali ya aji maajabu ya kiroho wanaamini kuwa roho za binadamu zinaweza kuhamia kwa watoto wengine baada ya kifo, na hivyo kuwafanya kuwa na kumbukumbu -kumbu za maisha ya zamani. Ingawa kuna ushahidi mdogo wa kisayansi wa kuthibitisha hili, lakini hadithi nyingi za watoto hawa zinaendelea kuwavutia wapenzi wa masuala ya kiroho na wanasayansi wanaotaka kuchunguza zaidi kuhusu suala hili. Mtazamo wa reincarnation unahusisha dhana ya kwamba roho za binadamu zinaweza kuhamia katika miili ya watoto baada ya kifo. Reincarnation ni dhana inayoeleza kwamba mtu anapokufa basi nafsi au roho ya mtu huyo inakwenda kuzaliwa kwa mtu mwingine au kiumbe kingine. Mfano, mtu anapokufa Tanzania basi nafsi yake huenda kuzaliwa sehemu ya nchi nyingine au mahala pengine ambapo roho inaweza kuzaliwa kuwa binadamu au kiumbe yoyote katika maeneo tofauti. Na huu ndiyo mtazamo wa wanasayansi kuhusu maisha ya binadamu baada ya Kifo. Ingawa mtazamo wa kiroho na dini nyingi unapingana sana na dhana ya reincarnation. Lakini baadhi ya wanasayansi wengi wanakubali kuwa kuna mambo ya kipekee yanayohusiana na roho za watu hawa, kwani wamekuwa wakionyesha dalili za kuelezea maisha yao ya zamani kwa usahihi, lakini sayansi bado inachunguza kwa kina zaidi kuona ikiwa hali hii inatokana na athari ya mazingira au ni nguvu za kiroho. Baadhi ya wataalamu wa saikolojia na wanasayansi wanachunguza hali za past life memories, kwa maana ya kumbukumbu za maisha ya zamani. Kumbukumbu hizi zinahusiana na watoto wanaojielezea kuwa na kumbukumbu za maeneo, watu au matukio yaliyotokea kabla ya kuzaliwa kwao. Hadithi hizi, ingawa zinachukuliwa kuwa za ajabu, lakini zinatoa mawazo mapya kuhusu maisha baada ya kifo na jinsi roho inavyoweza kuhamia kwenye miili ya watoto. Ingawa bado kuna maswali mengi kuhusu maana ya kumbukumbu kumbu hizi lakini bado zinaendelea kutoa hisia za kipekee na za kushangaza sana. Simulizi za watoto hawa zinaleta maswali mengi kuhusu roho, maisha baada ya kifo na uhusiano wetu na dunia ya kale. Lakini hadithi hizi zinaendelea kuchochea watu kujiuliza, je, tunachoweza kuona ni kweli au kuna zaidi ya kile tunachokiona? Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.